Ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata habari zetu za kiburudani, bonyeza maneno mekundu yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii, na kisha gusa alama ya kengele, ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata habari zetu za kiburudani zinazokiki na ku make headline ndani na nje ya nchi ya Tanzania. Siku ya leo, Dudubaya aamua kumtolea uvivu Diamond Platinum, baada ya kumtolea maneno makali ambayo maneno haya yamefanya kuonekana kwamba Diamond Platinum sio kitu kwa sasa hivi kwenye hususan swala zima la mziki. Mziki huu ambao anayofanya Diamond Platinum ni mziki ambao naye pia anayofanya Marioo. Marioo, ikumbukwe, hivi karibuni ameachia goma lake, video ya Olua, na video hii imeweza kuchukua takriban masaa machache tu kufikisha two million viewers ambayo ni kitu ambacho Diamond Platinum anachukua muda mrefu ambao ni kama siku mbili au siku tatu kufikisha viewers namna hii. Na Dudu Baya ameweza kuzungumzia swala hili na kusema kwamba Diamond Platinum ameweza kupata kiboko yake kwenye hii tasnia ya muziki, kwa sababu amekuwa akijiona yeye ndo mwamba na ndo mtu sahihi ambaye anaruhusiwa kuwaonyesha wasanii wengine au kuwakashifu wasanii wengine kwamba hamna kitu wanachokifanya kwenye swala la muziki. Sasa leo Dudubaya ameamua kuzungumza ya moyoni na kumwambia kwamba Diamond Platinum sasa hivi umeweza kupata kiboko yako na Marioo ataweza kukupiku kwa sababu ngoma yake ni moja kati ya ngoma ambayo inafuatiliwa na watu kutoka ndani ya Tanzania na hata nje na mipaka ya Tanzania. Ikumbukwe, kijana huyu ambaye ni Marioo ameweza kutumia ubunifu mkubwa ambao ubunifu huu umeweza kuipa hii ngoma yake olua, na watu wengi wamefurahishwa na kile kitendo cha Marioo kuchukua hatua hii, kuwaonyesha wasanii wengine kwamba sio lazima uweze kufanya vile vitu ambavyo umekwisha kuvifanya huko nyuma, na ameweza kuwaonyesha kwamba wasanii, yeye anaweza kufanya kitu kikubwa zaidi ya hicho alichoweza kukionyesha kwa sasa hivi. Kwa hiyo tuweza kumuona kwamba Marioo ni moja kati ya watu ambao wanapambania tasnia ya muziki hapa Tanzania, waweza kuonekana katika mataifa mbalimbali mbali. Wewe kama ni mtazamaji au mfuatiliaji wa chaneli hii, unahisi kwamba Dudu Baya yuko sahihi kuzungumzia swala zima la Diamond Platinum kuwakashifu wasanii wenzake hususan swala zima la kupandisha ngoma katika YouTube? Je, na vilevile vile unahisi Marioo yuko sahihi alivyoweza kuposti ngoma hii na kuchukua followers wengi au viewers wengi kwa muda mchache? tuachie maoni yako ndani ya comment section na vile vile usisahau kusubscribe, kulike na turn on notification. Niseme bye bye mpaka wakati mwingine chao.